Naitwa um, Mathew Sarja Sedoyeka, DC mstaafu. Mm, nilifikiri nizungumze na jamii kuhusu jambo ambalo tunataka kwenda kulifanya kesho. Nchi yetu ni nchi ya kidemokrasia kwa maana ya Tanzania, unaoamini katika utawala wa sheria na kwamba viongozi wanachaguliwa na watu kwa kupitia kura, na kila baada ya miaka mitano kazi hii hufanyika, ni, ni swala la kikatiba kwamba kila baada ya miaka mitano tunakaa tunachagua viongozi wa nchi yetu, kwa maana ya rais, wabunge na madiwani. Sasa kwa mwaka huu, siku ya kesho ndio siku ya kupiga kura, kwa nataka kutoa wito kwa jamii kwamba nchi ya de, kidemokrasia viongozi wake huchaguliwa kwa kura, katiba inataka hivyo na kama katiba inataka hivyo, katiba ni kauli ya, ya wananchi wote wa Tanzania. Kwao haitegemei kwamba kama katiba ni kauli ya wananchi wote wa Tanzania ndio walitengeneza ile katiba, akatokea mtu akafikiri tofauti. Kwa ilikuwa ni, ni wito tu kwamba kila mmoja aheshimu katiba, aende akapiga kura, amchague rais amchague mbunge wake na achague diwani wake. Tukafanya hivyo, nitoe wito kwa vijana wasifikiri kitu kingine tofauti kuliko kwenda kupiga kura kesho, na kina mama wasifikiri kitu kingine tofauti, wakapige kura kesho baadae. Sasa, kwa mujibu wa katiba, ndio tunawatuma wakatufanyia kazi, kwa tufanya hivyo, ili tuwapate watu tunaowapenda na baadaye tukiwatuma kazi watufanyie kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu.